Siku mbili baada ya tangazo la M23 kuondoka Uvira kwa masharti, hali ya dhahiri barabarani haikuwa na mabadiliko yoyote makubwa. Kundi la M23 limeweka masharti kadhaa kabla ya kuondoka: kuondolewa kwa silaha kwenye miji, ulinzi wa raia na usimamizi wa jeshi lisiloegemea upande wowote. Hadi sasa hakuna tarehe rasmi iliyowekwa wala hakuna uhakika kama uondoaji utakuwa wa sehemu moja tu au wa jumla, uondoaji ulioonekana kuzingatia Uvira pekee, na hakuna taarifa kuhusu maeneo mengine yaliyochukuliwa baada ya tarehe kumi Disemba kama Makobola na vijiji vingine. Raia wa Uvira wameripoti kuwa tangu Disemba kumi hali imekuwa tulivu kiasili. Hakuna risasi, hakuna mapigano makali, hali ambayo imetoa faraja kubwa baada ya mateso na ukiukaji wa haki uliokuwa ukifanywa na vikundi vya Wazalendo. Wengine wameripoti hisia ya faraja isiyo na kifani kutokana na uwepo wa M23, huku wengine wakihamasika kushiriki maandamano ya kuonyesha mshikamano na M23 kwa mfano siku ya jumanne takriban watu mia moja walikusanyika kuonyesha msaada wao kwa M23 tukio lililovutia hisia mchanganyiko kati ya hofu na matumaini hata hivyo hofu haijapotea raia bado wanashuku kuwa ikiwa M23 watakwenda kweli vikundi vya wazalendo vinaweza kurudi na kuleta vurugu Aidha, kikosi cha MONUSCO kimekataliwa na M23, jambo ambalo linachangia kupanua ukosefu wa uhakika. Serikali ya Kinshasa kwa upande wake, imependekeza eneo la mpakani kujaribu kudhibiti mzozo. Hali hii ya hofu na kutokuwa na uhakika inachanganya raia wengi ambao wanatafuta amani na utulivu wa maisha yao ya kila siku. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali, ameuita tangazo la M23 kama mbinu ya kupoteza umakini ili kuficha ushiriki wa Rwanda. Amesisitiza kuwa lazima kutekelezwa makubaliano ya Washington ikiwemo kuondolewa mara moja kwa vikosi vyote vya Rwanda kutoka eneo zima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio Uvira tu, bali pia Goma, Bukavu na miji mingine. Kauli hii inaongeza shinikizo la kisiasa na kijiografia kwa M23 na kuonyesha jinsi changamoto ya usalama haijapunguzwa licha ya hatua zilizochukuliwa. Hali hii inabaki kuwa tete na yenye mvutano huku kila upande ukiwa na sharti lake. M23 ukiweka masharti ya uondoaji, serikali ikitaka uhakika wa kuondoa vikosi vya kigeni na wananchi wakitaka amani ya kweli. Katika hali hii ya ukosefu wa uhakika, kila siku ni changamoto mpya kwa raia wa Uvira ambao wanabaki wakingojea matokeo ya maamuzi ya kisiasa na kijeshi katika mji wao. Katika mji wa Butembo, mahakama ya kijeshi imetoa hukumu kali dhidi ya baadhi ya wanajeshi wa FARDC waliokamatwa kwa kuhusika na mauaji. Wanajeshi watatu Mbuya Toma Mukenga Makenga, Midiker na Yalukumbi Kandulo wamehukumiwa kifo huku wakilazimishwa kulipa fidia kwa familia za waliopoteza maisha yao. Kwa mfano, familia za Kasereka Kitamba na Claude zitatakiwa kupokea dola elfu tatu kila moja kama fidia. Hukumu hii imeelezwa kama ishara kuwa hakuna mtu anayeweza kukiuka sheria bila malipo na inalenga kutoa funzo kwa wanajeshi wengine na jamii kwa ujumla. Vile vile, mahakama imetoa hukumu ya kutia ndani raia waliokuwa wakituhumiwa lakini ambao ushahidi ulikuwa haukutoshi. Uamuzi huu umeonyesha uwiano na haki. Raia hawatathibitika kwa makosa ambayo hawana ushahidi wa kutosha. Hii imepokelewa vyema na jamii ya kiraia ya Bulengera ambayo imeeleza furaha yake kwa ajili ya uamuzi wa hadhara ukizingatia kuwa ni njia ya kufundisha raia kuhusu sheria na majukumu ya wananchi na wanajeshi. Hata hivyo, hofu bado ipo. Jamii ya kiraia inashuhudia jinsi baadhi ya wahalifu walioshinda kukamatwa bado wako huru wakisababisha hatari kwa raia wengine. Pia, kuna changamoto kubwa katika ukusanyaji wa fidia kwa familia za waathirika. Baadhi ya fukara hawana uwezo wa kutimiza mahitaji ya kifedha, na taasisi zinazohusika zinakosa nguvu za kutosha za kisheria au kiutendaji. Hali hii inabaki kuwa changamoto kwa mahakama na serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Aidha, hukumu hizi zinatolewa katika mazingira magumu ya usalama wa kijeshi. Kila siku, mashambulizi madogo ya kikundi cha waasi, wizi wa silaha na vitisho vinavyoibuka kimsingi vinaathiri utekelezaji wa sheria. Wanajeshi wenye hatia wanapaswa kutekeleza hukumu zao, lakini changamoto za kiusalama zinaweza kuchelewesha au kuzuia hili. Hivyo, jamii bado iko katika hali ya taharuki na wasiwasi juu ya mustakabali wa amani na usalama. Matokeo ya hukumu hizi yanaonyesha kwamba ushirikiano kati ya vyombo vya usalama, mahakama na wananchi ni muhimu. Bila ulinganifu huu, Mpango wa kutekeleza haki unakuwa mgumu. Kwa sasa, raia wanatazamia haki itekelezwe kikamilifu na kwamba shinikizo kwa wahalifu wote wa kijeshi na raia uendelee ili kuwe na mtaa na jamii salama. Hali ya usalama ni msingi wa kuzuia mauaji, kudhibiti ukosefu wa amani na kuhakikisha kila mtu anaheshimiwa bila kujali cheo chake kijeshi au kisiasa. Katika jiji la Goma, hali ya sekta ya afya imeanza kupata mwanga wa matumaini licha ya changamoto kubwa za usalama. Hospitali ya mkoa wa Kivu Kaskazini imefanikiwa kurekebisha na kuanzisha majengo mapya katika kliniki B, eneo la mapokezi, ofisi za hesabu na idara za utawala. Miradi hii imefadhiliwa kwa sehemu na serikali ya mkoa ikiongeza uwezo wa kutoa huduma bora kwa wagonjwa. Aidha, ambulance mbili mpya zimekabidhiwa kwa hospitali, jambo linalotarajiwa kuharakisha usafirishaji wa wagonjwa na dharura za kiafya. Viongozi wa mkoa, ikiwa ni pamoja na naibu gavana Chadra Kamani na afisa mkuu wa afya Dr. Kiziko, wamesisitiza umuhimu wa miradi hii kwa kuboresha huduma hata pale ambapo hofu ya mashambulizi inazidi kuwapo. Hali ya kibinadamu ni mbaya zaidi katika maeneo ya kusini mwa Kivu Kaskazini, hasa katika maeneo ya Lubero kama Kato, Butembo, Musienene, Biena na Manguredi Jipa. Maeneo haya yametajwa kuwa na tatizo la njaa kali, miundombinu iliyoharibika, magonjwa yanayohusiana na maji machafu na uhaba mkubwa wa madawa ya dawa. Takribani watu laki mbili na themanini elfu wamekuwa wakihama makazi yao kutokana na mashambulizi ya vikundi vya waasi na hali ya maisha isiyoweza kuhimiliwa. Serikali imechukua hatua kwa kushirikisha mashirika 33 ya kiraia na mashirika ya Umoja wa Mataifa ili kutathmini hali hii na kuanza kutoa msaada wa dharura. Shirika la Alima na PSP tayari limeanza kutoa msaada wa awali ikiwa ni pamoja na madawa, klorini kwa ajili ya kusafisha maji na chakula cha dharura. Hatua hizi zimepokelewa kwa furaha na wananchi, ingawa changamoto za usambazaji na usalama zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa. Watoto na familia zilizoathirika wanakabiliwa na hatari kubwa ya kiafya kutokana na lishe duni na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Hospitali za mtaa na vituo vya afya vimebeba mzigo mkubwa wa wagonjwa, huku wafanyakazi wa afya wakikabiliwa na hatari za mashambulizi na ukosefu wa vifaa vya kutosha. Hali hii inahitaji ushirikiano mkubwa kati ya serikali, mashirika ya kibinadamu na jamii ili kuhakikisha msaada unafika haraka na kwa usahihi. Mazingatio ya dharura ya kibinadamu yanapaswa kuzingatia hali ya barabara, usalama wa wahudumu wa misaada na usambazaji wa rasilimali. Raia wanashirikiana na mashirika ya misaada kuanzisha njia mbadala za kufikisha chakula na madawa, lakini changamoto za mashambulizi na uharibifu wa miundombinu vinaathiri ufanisi. Hivyo, hali ya kibinadamu inabaki kuwa changamoto kubwa ikihitaji mipango ya haraka na endelevu ili kuokoa maisha na kulinda afya ya mamia ya familia zinazokosa usaidizi wa mara kwa mara. Katika miji ya Kongo, changamoto za miundombinu zinaathiri moja kwa moja maisha ya kila siku ya wananchi katika jiji la Lubumbashi. Mradi wa ujenzi wa daraja la Inera Kamata lililopangwa kuanza miaka mitano iliyopita bado haujakamilika. Hali hii imesababisha wananchi kuingia hatarini wanapovuka mto kwa kutumia pirogwe, wakilipa shilingi mia tano kwa kila mtu. Mvua kubwa husababisha hatari kubwa ya kuzama au ajali, jambo linaloongeza hofu na wasiwasi kwa jamii. Wananchi wanalia msaada wa dharura kutoka kwa mamlaka za miji, lakini mpaka sasa hakuna hatua za dhahiri zilizochukuliwa. Vilevile, mji mkuu Kinshasa umeshuhudia ongezeko la migongano kati ya wananchi na polisi kutokana na ukosefu wa hofu na taratibu. Kamanda mkuu wa polisi wa taifa IGPNC, Patience Musindo, ametoa maelekezo kwa maafisa wote kuhakikisha haki za binadamu zinaheshimiwa katika patrolling za mwisho wa mwaka. Amesisitiza kuondoa vitendo vya unyanyasaji, mtafaruku wa raia na kuwafunga bila sababu halali. Hali hii inalenga kurekebisha uhusiano kati ya polisi na wananchi ikizingatia kuwa imani na hofu ya raia kwa jeshi la polisi inaweza kuathiri usalama wa mji mzima. Zaidi ya hayo, tatizo la wizi wa nyaya za umeme limezidi kuathiri maisha ya kila siku. Kampuni ya Taifa ya Umeme SNEL imeonya kuhusu wizi wa nyaya za umeme katika maeneo mbalimbali mbali ya Kinshasa ikiwa ni pamoja na Kingasani, Mikondo, Bibwa na Masina. Hali hii inasababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara, kuathiri hospitali, shule na biashara ndogo ndogo. Raia wanashauriwa kushirikiana na polisi na mamlaka za usalama ili kuzuia vitendo hivi, huku mamlaka zikihamasisha jamii kushirikiana kwa ulinzi wa mali zao. Changamoto hizi za miundombinu zinathibitisha jinsi maisha ya kila siku yanavyokabiliwa na hatari na vizuizi vingi kuanzia usafirishaji hatarishi, uhaba wa huduma za umeme, hadi ukosefu wa taratibu thabiti za usalama, wananchi wanakabiliwa na hali ya maisha yenye changamoto. Hata hivyo, juhudi za serikali na mashirika ya kiraia kuimarisha miundombinu na kulinda raia zinaendelea, ingawa matokeo ya mara kwa mara bado hayajafika. Kwa jumla, maisha ya kila siku yanaathiriwa moja kwa moja na uharibifu wa miundombinu na vitisho vya usalama. Raia wanapaswa kuendelea kuwa makini, kushirikiana na mamlaka na kutumia njia mbadala za usafirishaji na umeme huku wakisubiri miradi ya dhahiri kuanza na kuleta mabadiliko. Hali hii inaonyesha kwamba ustawi wa jamii unategemea sana miundombinu bora na uwajibikaji wa mamlaka katika kutatua matatizo ya msingi. Hali ya nishati nchini Kongo, hasa katika miji mikubwa kama Kinshasa, imeendelea kuwa changamoto kwa raia na huduma za msingi. Kampuni ya taifa ya umeme SNEL imeonyesha wasiwasi mkubwa kutokana na wizi wa nyaya za umeme katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kingasani, Mikondo, Bibwa na Masina. Hali hii inasababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara, jambo linaloathiri hospitali, shule na biashara ndogo ndogo. Raia wanahimizwa kushirikiana na polisi na mamlaka za usalama katika kulinda miundombinu hii muhimu, huku serikali ikihakikisha uwepo wa udhibiti na ulinzi wa nyaya za umeme. Hali ya usalama barani kote inabaki kuwa tete. Kutokuwepo kwa uwazi katika uondoaji wa vikosi vya M23 kunazidisha hofu miongoni mwa raia. Wengi wanashuku uwezekano wa kurudi kwa vikundi vya Wazalendo vinavyosababisha vurugu. Aidha, makubaliano ya kisiasa yanayoashiria uwepo wa vikosi vya kigeni bado hayajatimizwa kikamilifu, jambo linaloongeza mvutano na kushinikiza raia kuishi kwa taharuki ya kila siku. Serikali ya Kinshasa inasisitiza utekelezaji wa sheria na makubaliano ya amani, huku ikilazimisha uwajibikaji kwa pande zote zinazohusika. Aidha, wadau wa kimataifa kama Umoja wa Mataifa wanashirikiana katika kuhakikisha haki za raia zinaheshimiwa na kwamba misaada ya kibinadamu inafika kwa wakati sahihi. Hali hii inaonyesha uwajibikaji mkubwa wa mashirika ya ndani na ya kimataifa katika kudumisha usalama na ustawi wa wananchi. Kwa mtazamo wa baadaye, raia wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kushirikiana na mamlaka kujihami dhidi ya vitisho na kushirikiana katika kulinda rasilimali muhimu kama umeme na miundombinu. Usalama, nishati na huduma za msingi ni msingi wa ustawi wa jamii, na ni lazima mashirika ya serikali na kiraia washirikiane kwa karibu ili kuhakikisha maendeleo endelevu. Hali ya kisiasa, kijeshi na ya kibinadamu inahitaji uangalizi wa karibu na maamuzi madhubuti. Wote, serikali, makundi ya kiraia na wananchi, wanapaswa kushirikiana ili kuleta amani, kudhibiti uharibifu na kuhakikisha kuwa kila mtu ana haki ya kuishi kwa usalama na heshima. Kwa kufanya hivyo, Uvira na miji mingine ya Kivu Kaskazini yanaweza kuanza safari ya dumu ya amani, maendeleo na ustawi wa kila mmoja. Asante kwa kutazama video hii. Usisahau kujiunga na chaneli yetu, kubofya kitufe cha subscribe na kubisha kengele, ili upate video zote mpya za habari, ripoti na hadithi za Uvira na mikoa ya Kivu. Tuwekee maoni yako hapa chini na shiriki video hii na marafiki zako.